zalendo na kuambia kwamba uh, tuyarejea na tuyarudia nyuma, na wa mwisho atabaki akifanya kazi, kwa sababu silaha tuliyopewa na silaha tuliyokuuza kama vile wazalendo ni za kufanya kazi, haziko za kuiba lakini za kutetea ulongo wetu na aliyejiunga na M23 tatu asikie kauli ya rais Kagame, ambayo amesema kwa nchi yake ya Rwanda ya kwamba eh, kuna mlongo yake ambaye iko katika Kongo. Nadhani ya kwamba wanamwariri sisi, kwa ngambo wetu ni kusikilizisha wale wanaokuwa ndani ya M23, wale wakonee nanga kama kweli kazi wanayougusha wakongomani na ukamata mipango ya kusema ya kwamba wagabule inchi ya Kongo, waitie ku Rwanda, kutrairi inchi wala kusaliti inchi kwetu, vraiment siyo jambo rahisi, na hatuwezi tukamkurajia hiyo mambo, wana mwaridi. Mheshimiwa hujambo, hapa na karibu kwenye makataba za kwetu, na sisi ni salama. Mimi ni jemadari Samuel Mayele Kleva nikiwa milimani ya Uvira yani Bijombo. Watu wangelitamani kutambua, ulimwengu mzima ambao unafahamu eneo hilo la Bijombo, hali ni gani katika eneo nzima la Bijombo? Wanamwariri ndiyo, tunashukuru sana uh... Rurambo, Masango, Rubuga na Magunda, Maeta, Mikunguwe nafasi zingine hizo, fasi zote ziko katika mikononi mwa wazalendo. Huku kulikuwa milioni ya Warundi na wengine, lakini kwa sasa hawaonekani na wakufanya hata kitu a huku, lakini hizo mahali zinabakiwa katika watoto wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo wazalendo. Habari tunazo ni kwamba M23 imeenea huko kote katika nyanda za Uvira, na wameanza tayari kushimika viongozi wapya, yani machifu na kufanya mikakati mipya. Sasa habari hizi ni, ni ukweli huko namna gani? kwa muda huu tunapozungumza na wewe, mnapakana na adui wapi huko katika nyanda za, za, za Uvira, unasimama wapi na mipaka yenu, na adui iko namna gani? Ndiyo, ndakwambia kabisa, katika mipaka sisi na kunakuwa vilima moja ya vijombo santre, ni hapo adui ni 0 km na adui ya twigwane ambao amejiunga na hao wa M23, lakini M23 ni uvira na milima yote kabisa wazalendo wako hapo ndani, na tunaendelea kufanya kazi tukiwa nyuma ya rais president wetu Felix Tshisekedi Tshilombo na raia nzima na milima yote kabisa, nasisi tunatembea Uh, na amani kidogo tukiona kama kabisa, tutaendelea kufuatia kazi na kuifanya kama kawaida. Wanamariri wananchi walio chini ya udhibiti wa M23, nini mnawaahidi? Sisi tunawaambia watulie, kwa sababu shida tu ya mauaji ambayo wa wa M23 wale wa wanaotoka Rwanda, wakileta mlengo wa kuua warahia na kuua wanaosoma akuwa wale wote ambao wanaonekana saa vile wa vijana wenye nguvu tunasema watulie, pamoja na Mungu na mipango ambayo tuko nayo na ambayo tunayoendelesha Mungu kwa pamoja na sisi, na kauli ambayo yeye Rais Paul Kagame ametuma ya kwamba mlongo ya Kongo ni yake, nadhani mataifa zote na wakaji wa Kongo wameyasikia nadhani kwa ngambo yetu tuko tayari kufia nchi yetu, na tutaendelea kufia nchi yetu mpaka mwisho. Na raia iwe e, chonjomuka, wakuwa pale tu kimya, sisi tutawalibere, tutawalibere kwa sababu nchi yetu kingalike katika mikono yetu. Hata watu wa uh, Bukavu, Uvira na nafasi zengine watulie kwa sababu government inafanya ina kazi, na tunaomba government yote ya Kinshasa iangalie mbali kwa makauli ambazo zinazotoka zinazo huku na kule. Nadhani ng'ombe zetu za uh, mwaka wa elfu moja mia kenda makumi kenda na sida ni hao ambao wenye Rwanda wamezibeba leo. Sasa wataleta ya kwamba wakiingiza wa Kongomani na kutuambia ya kwamba kweli aa, e, kuko mali yao na udongo wao. Nadhani hiyo mambo ni kontrare na tunapaswa tuipigie alasurse mwanamariri, jemadari Samuel Mayele le Kleve, unawaambia nini wale ambao wana, wanao maono sasa ya kujiunga na M23 wakizani kwamba itakomboa wa nchi ambao wanaojifanya vile ni viduru sana. Naamini ya kwamba mipango ya Kagame ni kusema ma territories zetu wala ma provinces moja zetu ziwe e, nje. Ishakuwa programu ambayo iko nayo na azani ya kwamba kauli yake mwenyewe imepita kwenye mitandao na kwenye maradio mbalimbali, na sisi kwenye tuko kama vile wanajeshi wa kizalendo, ni kuwaambia kwamba wasaliti baada yao kuna hukumu moja kubwa, kwa sababu hawatatushinda na wanaoenda kule wataenda njia moja Rwanda. Watakaoshinda tutajulishana, kwanza kazi nyuma, Bwana Mwari. Ujumbe wako kwa rahia ambao wanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan ni huko Uvira ambako kunapatikana uh, Uvira, ninaweza nikaambia wakaaji wa Uvira ya kwamba tuko karibu nao, tuko katika vilima na mipangilio hiko, na tuko nyuma ya presida uh, Felice Sekedi Chilombo, kuwa nyuma yake moja kwa moja, na pia watulie, tutawaliberea Uvira kwa moto, kwa maji na mambo mengine yote tutaitilize pour que tuwe hapo Uvira kwa kila njia, kwa sababu vita ikuanza leo nitaisha tu. Wanamwariri wasikuwe na mambo ya kusema mengi, lakini hiyo mauaji ambayo watu wa Kagame wanaleta katika Kongo ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ndio yanatuletea shida na kuambia hiyo makoro walisinyiu kwa Amerika Haina ya maana inauwisha watu na Rwanda inaendelea kufanya kutesa watu, sio wamoja, inatuletea vrema vurugu katika kichwa, lakini tutaacha wa mwisho waishi wa basi, lakini raia waendelee kusapoti jeshi uh, ya FARDC pamoja na wazalendo ambao wanabaki katika demoka, eh, demokrasia ya kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa muda wako, na karibu tena wakati mwingine hapa kwenye channel za kwetu. Nakushukuru wana mwarili.